Umegundua nakupenda sana, siwezi shipira wewe kabisa, nakupenda sorry. Hivi ulifanikiwa kuzungumza na wazee kuhusiana na safari yao? Niliongea nao mchana, nilishindwa kukwambia kwa sababu ulikuwa pumzika, nikaona ukiamka tutazungumza Amefika salama, amefika salama fadhari. Sikuweza kuwapigia, nilikuwa nasikia vibaya tangu asubuhi. Kasema nikitulia, nikitulia, tulia baadaye ndo naweza nikaongea nao, ila <coughs> <Nini? coughs> Pole. Sasa mtu umekanda, ni unafunga vifungo vya shati vya nini sweetheart eh? Pole. Mkulete maji shule inayofunza mema na mabaya wajuaji, huh? na wapumbavu wamo. Anguko lako ni kicheko kwa wengine, wasindikizaji, wapamanaji, wamojiskiaji vzamo za Ino dunia bwana, nikisema nikupe iki kichwa uwezi beba, takufa kwa mawazo.